Kulima wa kahawa si kupanda tu na kungoja masao. Mkulima akishapanda kahawa, kuna zile programs tatu ambazo anafaa kuzifuatilia kama canopy management, e, pest and, pest and diseases management. Kuna pia mambo na nutrition. So kama coffee research, tuko na zile programs za kila eneo katika nchi yetu, ili mkulima aweze kufuatilia, ili aweze kupata ile masao bora. Ukiangalia production ya nchi yetu ya Kenya naambiwa average production ni chini ya kilo mbili na kutoka research miti ya kahawa iko na uwezo wa kupatia zaidi ya kilo ishirini na tano so production bado ingali chini juu ya machangamoto ambao pia wakulima wanapitia kama Coffee Research tumekuja hapa siku ya leo ili tutangamane na wakulima tujue zile changamoto ambazo wanapitia so, na pia kuwaelimisha kwa zile mambo ambayo wanafaa kuyafuata ili waweze kupata mazao bora. kwa Sa, kwa saizi tunajaribu kuhimiza wakulima kupanda zile faraiti sumpia ambayo ni Ruiru 11 na Batian ambayo iko na ni, ni resistant kwa magonjwa kama CBD and coffee leaf rust. E, tumetoka kwa zile faraiti za kitambo kama SL 28, e, K7 ambazo zimekuwa na changamoto za hizo magonjwa na imefikia mahali ambapo wakulima wanapoteza sana na kutumia pesa mingi ili kuzuia hizo magonjwa. Kama coffee research eh, kupitia ile sensitization, eh, enye serikali imefanya, tunaona kuwa demand ya seedlings imeenda juu, na tunajaribu eh, kuyafikia ile mahitaji ya wakulima kawa iko na faida, mradi uko na kuanzia a quarter eh, an acre inakupatia ile faida ambayo mkulima anaweza hitaji au hitaji kuwa na shamba kubwa ili iweze kuwa mkulima wa kawa. Kuanzia tu robo eka unaweza pata faida yako mzuri. Shida yetu ni bei, kwa maana saa zingine when we attend seminars eh, na watu kutoka Tranzoya na watu kutoka kaunti zingine wanatuambia patch, a kilo of parchment coffee they are receiving 800 shillings per kilo. Na sisi huku kwetu eh, hapa Bungoma mostly parchment coffee sisi, unajua model yetu hatuna, we collect parchment coffee from the farmers because tunatumia eh, bp hand pass. Sasa sisi kwa kilo we pay 800, we pay 537 per kilo which is very small amount of money compared to others who are receiving 800 shillings per kilo of parchment coffee. Sasa, hapa tungali chini sana. Hiyo tu ndio shita. Actually, when I talk of 537 natuko na mutu wa, wa cherry, anaona tunalipa pesa mingi. Hii parchment inamaanisha tumetoa maganda ini, ini, nasungumzia hii kahawa ambayo ni white. Tumetoa maganda ya red na tumekausha hiyo ndio tunalipa 537. But else we are paying 800 shillings per kilo the brokers wako brokers wako wanatoka Uganda and uh, we are appealing to our national government kwa maana security iko mikononi mwa national government tunawaomba wa control hii shita ya brokers kwa maana wakulima unapata mkulima alikuwa na makunia tano but during collection time sisi wa tuna collect in December during collection time analeta nuzukunia kahawa ingine, matalali ama brokers kutoka Uganda wamechukua wanakucha usiku wanachukua hiyo kahawa na za zingine. Security officer hasa ambao sijui wanasimama barabarani huo watusaidie, wanaweza fikiria wanasafirisha mahindi kumbe wamepepa kahawa. Sasa tunaomba eh, national government watu watusaidie kwa upande wa brokers. Haa, watu wanapepea tu, kwa nini bropox wengine wanapepea kwa pikipiki piki. Wawe wanainspect kile kitu ambacho kimepepa kwa pikipiki, wawe wanasimamisha mabropox na gari lolote ile ambayo wanaishuku, wawe wanaangalia ndani, wasaidie wakulima. Mambo ya procasi imeleta ime shida kwetu, kwa sababu sasa, ikiwa mko na support office na huwa mnatoa like 10% for office operation, sasa inakuwa ni shida sana, kwa sababu patalia ku realize the maximum number of kilograms you collect every year utapata zitaruti chini and you will collect very little to run the office. Inakuwa ni shita kabisa. Vile changamoto ambazo zinakumba wakulima wa kofi katika society yetu ni coffee berry disease. Eh, shita ikiwa ni kwamba bei ya hii madawa ukienda Kitale, mostly madawa haya yanapatikana Kitale na tukienda Kitale, hii madawa they are very dear, they are very expensive. That is what I mean. Unapata 100 uh, mils of caprio ambayo ni dawa ya kucontrol coffee berry disease, it is going at 3200. Sasa zingine unaweza kupaitika upate ile ya 2700. Sasa hiyo ndio ndio shida kubwa sana. Another problem

Sasa ninaomba county government kama inawezekana inawesekana watu nunulie, eh, ama tuko na PI plots katika Tongaren. Tongaren has a lot of PI plots even where I come from. I come from a place called Luhohwe and the nearest PI plot iko kwa shamba la mzana naitwa Mteve which is only a kilometer from the Tamakaroti to that is between amkuy adakitare zoni ya kilomita to that plot. Tunaomba county government ya Bungoma, na hapa hata tuko na CS wa agriculture amekuja katika shamba hili la Mheshimiwa Chikati. Tunaomba tafadhali watupatie PI plot, na alafu atuchengee factory. We imagine we are using hand pulpers, hand pulpers kwa kupalupa kahawa. You can imagine how much time we shall spend uko na makunia tano, huko na makunia saba, and you are using a hand to pulp your coffee. We take even more than six hours sometimes, kahawa italala na inaribu great, italala tumalishe the following day. Tunaomba county government haswa the governor Mheshimiwa Lusaka angalie hiyo jambo na atutendee changamoto yetu ambayo tunapitia kwa kahawa ni kupata tu mbolea ya kutosha, sababu pesa sasa imekuwa ngumu, hauwezi lisha kahawa yako vile inatakikana. Zaidi sana hata spray ndio shida sana, lakini mimi mwenyewe zaidi sana nalishanga tu mara pili, naweka nini kwanza, Januari na Februari, naweka nini pomo manua mwezi wa tano eh alafu sasa hiyo ikifanya NPK ikifanya ukiweka tu vizuri, kufikia mwezi wa kumi, mwisho mwisho, kama hii sahi, kahawa ikiiva tu hivi, hata ukienda unashindwa mahali utaanzia, inaishi naiva tu, safari moja ukifuna unafuna tu. Na ikitoka tu NPK hiyo inafanya hiyo mahali kahawa imetokea, inapona haraka. Alafu mwezi wa tatu, wa pili inaweka maua tena. Marketing ndio mbaya sisi sababu tunaona watu wa Bungoma wanakula shilingi tisaini kwa kilo, lakini sisi huku watu wa Tongoreni kama tumekula saidi ni shilingi sitini na kitu. Sasa mtusaidie tu hapo tu. Nimesoma mambo mingi, maana mimi hasa kama mkulima kwangu naona kuna shida ya kahawa, kuna ugonjwa, lakini nimeona kwa mheshimiwa kahawa zake ni nzuri, na hata nimesoma mambo mengi kuhusu dawa, kuhusu mbolea, na nikitoka hapa nitaenda kufanya hata kahawa yangu ifanane na ya mheshimiwa.